za wakati huu. Karibu katika kipindi cha lesoni, na leo tunaenda kuangazia lesoni ya siku ya Jumanne, hii kichwa kinachosema Paulo huko Filipi. Kumbuka tumeingia mwaka mpya 2026, tupo katika robo ya kwanza na tupo katika somo la kwanza. Somo letu ama lesoni yetu inaongozwa na kichwa kinachosema kuunganisha mbingu na dunia, Kristo katika Wafilipi na Wakolosai Usomaji wa Biblia kwa mpango tunasoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 22 na mbili na fungu letu la kukariri natoa kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 4, furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Tuombe. E Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa neema ya uhai na fursa kujifunza neno lako. Tunakuomba Roho Mtakatifu awe pamoja nasi leo. Atufungulie akili zetu ili tuelewe mapenzi yako, na tuguse mioyo yetu ili neno lako hili libadilishe maisha yetu. Tufundishe kumtii Mungu hata pale nje inaponekana kuwa ngumu. katika jina la Yesu Kristo tunaomba, shukuru. Amina. Safari ya pili ya kimishonari ya Mtume Paulo inaonyesha wazi jinsi Mungu alivyoongoza kazi yake kwa njia ambazo mara nyingi binadamu haziwezi kutabiri. Baada ya Timotheo kujiunga na timu ya huduma Paulo alikuwa na mpango wa kupeleka Injili Asia ndogo, lakini Biblia inasema wazi kuwa wakazuiwa na Roho Mtakatifu kulinena neno katika Asia, na tunasoma haya katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 na ule mstari wa 16. Hili linatufundisha somo muhimu sana: si kila mpango mzuri unatakiwa utekelezwe mara moja. Wakati mwingine Mungu husema subiri au elekea kwingine. Utii kwa sauti ya Roho Mtakatifu ni muhimu kuliko mantiki zetu wenyewe. Mungu alipobadilisha mwelekeo wa safari ya Paulo alimpa maono ya usiku, ambapo mtu wa Makedonia alimwomba akisema, vuka uje Makedonia utusaidie. Matendo ya Mitume sura ya 16 na ule mstari wa tisa. Paulo hakusita, yeye na wenzake waliinuka mara moja na kuelekea Ulaya. Hapa tunaona moyo wa mtumishi wa kweli, mtu anayejibu haraka wito wa Mungu bila kuchelewa. Mara nyingi sisi leo tunasita tunaogopa na tunaomba muda zaidi, lakini Paulo alitenda mara moja. Hii inatufundisha kuwa utii haraka huleta baraka kubwa. Walipofika Ulaya, walielekea Filipi, mji uliokuwa wa kimantiki sana. Filipi haukuwa mji wa kawaida, ulikuwa mji wa heshima kubwa katika Dola ya Rumi, ukiwa na hadhi ya Ius Italicum, Matendo ya Mitume sura 16 na ule mstari wa kumi na mbili hii inaonyesha kuwa paulo hakuhubiri bila mpango bali alitambua maeneo ambayo yangesaidia injili kwenye haraka zaidi kupitia filipi injili ingeweza kufika kwa urahisi katika miji mingine kama thesalonike na berea matendo ya mitume 17:1, 10 somo hapa ni kwamba mungu huwa anapenda kazi yake ifanywe kwa hekima na mpango si kwa kubahatisha licha ya hadhi yake ya kirumi filipi haikuwa na sinagogi kubwa ya wayahudi hiyo Paulo alitafuta mahali pa maombi kando kando ya mto. Hapo alikutana na Lidia, mfanyabiashara wa rangi ya zambarau, mwanamke aliyekuwa na moyo wa wazi wa neno la Mungu. Bibilia inasema Bwana akaufungua moyo wake ayazingatie yaliyo yaliyonena na Paulo, matendo ya Mitume 16 14. Hii inatufundisha kuwa wokovu si kwa nguvu ya mhubiri pekee, bali ni kazi ya Roho Mtakatifu kufungua mioyo ya watu. Pia tunaona jinsi Mungu anavyotumia watu wa kawaida hata wafanyabiashara kuwa nguzo muhimu katika kazi ya Injili. Hata hivyo kazi ya Mungu haikukosa upinzani. Paulo na Sila walikamatwa, wakapigwa na kufungwa gerezani bila kosa la haki, Matendo Mitume 16:22-24. Baada ya kularamika, walimsifu Mungu kwa nyimbo na sala usiku wa manane. Hapo ndipo Mungu alipoingilia kati ardhi na matokeo yake si tu kuachiwa kwao, bali wokovu wa mlinzi wa gereza na nyumba yake yote, Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 30 hadi 34. Hili linatufundisha kwamba mateso yakivumiliwa kwa imani yanaweza kuwa mlango wa wokovu kwa wengine. Kauli ya Yesu kwa Paulo katika Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 16 inasema, nitamwonyesha mambo mengi atakayopaswa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Aya hii inatupa ufahamu mpana wa maisha ya Paulo na hata maisha yetu leo, kuwa Mkristo kwa, kwa kweli haimaanishi kutokutana na majaribu, bali kuwa tayari kuvumilia, kwa sababu Mungu ana kusudi kubwa zaidi nyuma ya mateso hayo. Kama ilivyokuwa Filipi, mateso yaligeuka kuwa baraka na Injili ikaenea zaidi. Kwa hiyo somo la Paulo huko Filipi latufundisha kumtumikia Mungu katika maelekeo ya maisha yetu, kumtii Roho Mtakatifu hata kama hatuelewi mara moja na kudumisha imani hata katikati ya maumivu. Lakini bado anatumia mateso, changamoto na hari ngumu kufungua milango mipya ya wokovu. Asante msikilizaji, kwa kutenga muda kuendelea kuambatana nasi katika kujifunza lesoni, na leo tumeangazia lesoni ya Jumanne ambapo tu akico Paulo huko hukoi. Kumbuka tupo mwaka 2026 tupo katika robo ya kwanza kabisa, na tupo katika somara ya kwanza kabisa kuunganisha mbingu na dunia Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Na katika somo letu la leo la siku ya Jumanne tumeangalia usomaji wa Biblia kwa mpango. Tumesoma Samweli wa kwanza sura ya 22. Sasa tuingie katika sala tutapoenda kufikia hitimisho la somo letu la leo. Tuombe. Baba yetu mbinguni, tunakushukuru kwa somo hili la leo. Tunakuomba utupe mioyo inayosikia sauti ya Roho Mtakatifu. Utiwe haraka kama Paulo na imani isiyoyumba wakati wa majaribu. Tusaidie tuone kwamba hata katika mateso, wewe bado unafanya kazi ya wokovu. Bariki kila aliyejifunza somo hili na ulifanye neno lako liendelee kuzaa matunda katika maisha yetu. Tunajikabidhi kwako katika jina lake Yesu Kristo. Amina.